Huenda wengi wameyasema mengi na wengine pia wameyazungumza mengi na kuyajadili mengi vile vile. Nataka leo nikukaribishe kupitia Washindi Online Media, tuzungumze na tuangalie kwa kina zaidi kuhusiana na siri ambayo imejificha nyuma ya kiatu cha kushoto cha hayati Papa Francis. Karibu kwenye taarifa maalum ya uchunguzi kutoka Vatican ambapo katika kumbukumbu kumbu za kipekee kabisa za maisha ya Papa Francis, siri moja imeendelea kuvutia akili za waumini na watafiti kote ulimwenguni na sio nyingine, ni kuhusiana na kiatu chake cha kushoto. Uh, kiatu hicho kilionekana cha kawaida sana, ngozi ya rangi ya kahawia kilichochakaa kidogo, lakini ndani ya kisahani chake kilifichwa karatasi ndogo ambayo ilichongwa kwa mkono, karatasi ya zamani ambayo iliandikwa kwa Kilatini yakisomeka kama veritas vincit, ikimaanisha kwamba ukweli utashinda. Kwa miaka mingi sasa Papa Francis alikataa kubadilisha viatu vyake licha ya wito wa madaktari wa Vatican, lakini hivi sasa imebainika kuwa kiatu hicho kilihifadhi ujumbe wa siri uliotoka kwa padri mmoja kutoka Argentina aliyekuwa rafiki wa karibu na Papa wakati wa ujana wake. Ujumbe huo ulitabiri hatima ya maisha yake ya kiroho, ikielezwa kuwa mtumishi wa mwisho aliyebeba msalaba wa dunia. Sasa padri wa Argentina, alikuwa na imani kuwa kiatu kile kitamkumbusha kila siku ya maisha unyenyekevu. Ndicho kiatu alichokuwa akikivaa wakati anatembea kwenye mitaa ya Buenos Aires akihudumia masikini. Na sasa kiatu hicho kimetunzwa ndani ya jumba la kumbukumbu la Vatican. Wengine wanaamini kuwa kina nguvu za kiroho, wengine pia wanakiona kuwa ni alama ya Papa aliyeshinda kwa unyenyekevu. Kwa wengi, ilikuwa ni kiatu tu, lakini kwa hayati Papa Francis, hii ilikuwa ni ishara ya ushindi, kwamba ukweli, hata ukiwa umejificha katika kisigino cha kiatu, hatimaye utashinda. Tu lijaribu kuendelea mbele na kutazama zaidi kuhusiana na tukio la kihistoria la hayati Papa Francis Kufanya ziara ya kihistoria katika mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Bangui, mnamo tarehe 30 Novemba mwaka 2015. Ziara hii ilijumuisha tukio la kipekee ambapo alitembelea msikiti mkuu wa Kudoku katika eneo la PK5 ambalo lilikuwa linakaliwa na Waislamu waliokuwa wakikimbia machafuko ya kidini. Sasa, katika tukio hili, Papa Francis alionyesha ishara ya mshikamano na Waislamu kwa kutoa kiatu chake cha mguu wa kushoto kwa imam aliyefahamika kwa jina la Tidiani Musa, naibi wa msikiti mkuu wa Kudoko. Kiatu hiki kilikuwa na maana kubwa sana, akiashiria kujitolea na mshikamano wa kweli kati ya wa Wakristo pamoja na Waislamu. Katika hotuba yake pia mbele ya umati mkubwa wa waumini wa Kiislamu, Papa Francis alisema kuwa Wakristo na Waislamu ni ndugu na dada tunapaswa kujihisi na kuishi kama hivyo. Alisisitiza kuwa vitendo vya vurugu ambavyo vilivyotokea nchini humo havikuwa na msingi wa kidini na alitaka waumini wote kuwa watu wa imani. Sasa, tukio hili lilikuwa na athari kubwa, ambapo baadhi ya waasi wa Kiislamu walijitokeza wakiwa wamevalia fulana zenye picha ya Papa Francis wakionyesha ishara ya kuunga mkono ujumbe wa amani pamoja na mshikamano. Ziara ya Papa Francis ilionyesha mfano wa uongozi wa kidini unaojali, ukijikita katika kuleta amani na umoja kati ya jamii za dini tofauti. Kiatu alichokitoa kilikuwa na ishara ya kujitolea pamoja na mshikamano wa kweli kati ya wa Wakristo pamoja na Waislamu. Lakini muda mchache nyuma kabla ya Papa Francis kufariki na kuyaga dunia, aliituma ujumbe na kuandika barua kwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Papa Francis, kama kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani, aliandika barua kwa rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, huku akimpongeza kwa uongozi wake wa kuhimiza ushirikiano zaidi katika Tanzania pamoja na Vatican. Sasa barua hii Inajiri baada ya Rais Samia kufanya ziara rasmi mjini Vatican mnamo Februari 12 mwaka 2024, ambapo alikutana na Papa Francis na viongozi wengine wa Vatican, mazungumzo yao yakiwa yamejikita zaidi katika kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na Vatican, pamoja na kutambua mchango wa Kanisa Katoliki nchini Tanzania zaidi sana katika sekta za elimu afya pamoja na ustawi wa jamii. Katika barua yake Papa Francis alisisitiza umuhimu wa kuendeleza mshikamano pamoja na ushirikiano kati ya Tanzania na Vatican akitambua kuwa mchango wa Rais Samia katika kuleta maendeleo na amani nchini, lakini pia papa alipongeza juhudi za Rais Samia katika kuimarisha haki, utu pamoja na heshima za kibinadamu pamoja na kuhimiza kuendelea kushirikiana katika masuala ya kijamii kiuchumi, pamoja na kidiplomasia. Sasa barua hii inadhihirisha kwamba heshima kubwa ambayo inatolewa na Papa Francis kwa Rais Samia pamoja na serikali ya Tanzania kwa ujumla, inatoa fursa ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizi mbili na kuhamasisha ushirikiano zaidi katika masuala ya kijamii. Hii ni moja kati ya siri kubwa ambayo imejificha nyuma ya kiatu cha hayati Papa Francis, uh, kiongozi huyu wa kanisa Katoliki ambaye alifariki siku moja baada ya sikukuu za Pasaka mwaka huu. Mengine mengi utayapata kupitia channel yetu ya Washindi Online Media. Tafadhali usisahau ku like, subscribe, share pamoja na ku comment ili kwanza kupata taarifa zetu ambazo tunazitoa kila siku.